kwa sababu kama mnajua, njia zote wameshatafuta, wamezikosa. Tafuta njia hizo wamezikosa njia. Siku aliyompatia apo ni siku alioenda pale kwa Rostam. Rostam akamwambia, Samia amwambia Kikwete, bwana anakuja, wakamwambia maliza. Kama mnajua John nani, Johnson ni mtu wetu, Johnson Jonas ni mtu wetu, mwambie amalize kila kitu na hapo tumepata chansi.